Kesho Mungu akipenda, Mungu kesho Mungu akipenda, nakuja tena hapa na na dada na steka yangu ili hapa hapa super, super, super sabu yeah. Limekuja limefanya mambo mazuri kabisa. Mimi sina mengi cha kuongea kwa ajili ya mpira hivi tunaendelea kukuletea taarifa mbalimbali katika kiwanja cha dawe ndege, na leo walikutana Kigamboni na Kurungeni B na Kigamboni waliweza kufanikiwa kupata ushindi wa bao mbili na pointi tatu. Ni ligi ya vitongoji vya kata ya Kilindoni, ikiwa na lengo moja tu la kuhakikisha vijana wote wa kata ya Kilindoni hususan wavuvi wanaenda kupata kitambulisho cha NIDA, lakini pia kupata cheti cha kuzaliwa. Imeonekana ni changamoto kubwa hususan kwa wavuvi, pale inapotakiwa wa kusajiliwa kwenye kupata leseni imekuwa ni moja ya changamoto kubwa. Kwa hiyo diwani wa kata Kilindoni ameona kuanzisha hii itakuwa bora zaidi. Na niwahabarishe kwa wale wanaopenda kufuatilia michezo, kesho tukijaliwa, majira ya saa kumi mechi itakuwa inaendelea na kesho itakuwa Sumailia na Vunja Nazi. karibuni karibuni sana, sana. tumezungumza na viongozi hususan mwenyewe Mheshimiwa diwani wa Kata ya Kilindoni ataelezea kwa undani zaidi kuhusiana na mwendelezo wa ligi hii lakini lengo kuu, lakini pia na baadhi ya makocha na mashabiki wa timu zao ambazo wanazipenda hususan timu ya leo ambayo imecheza Kigamboni na Kurungeni B. Hadija Waziri Haswa TV. Asante. Kwa majina naitwa Selemani Kasim Kijuju, diwani wa kata ya Kilindoni. E, tupo hapa kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Nimeanzisha ligi hii ya Vitongoji Cup kwa kata yangu ya Kilindoni. Vitongoji vipo kumi na sita, kijiji cha Dongo na kijiji cha Kilindoni. Kwa hiyo lengo la mashindano yetu haya kuyaanzisha kwa ajili ya vijana kuwahamasisha wawe na vitambulisho vya NIDA na cheti cha kuzaliwa . Changamoto ambazo wanazipitia vijana wengi katika vitambulisho vya NIDA, mfano kwa sasa hivi kwenye masuala ya leseni za uvuvi wanatakiwa wawe na NIDA, lakini kwenye mikopo ya asilimia kumi wanahitaji wawe na NIDA. Kwa hiyo changamoto hii nimejaribu kuhamasisha vijana wawe katika mchezo wa mpira, kwa sababu mpira unapendwa, wawepo katika mkusanyiko huu na kutoa elimu kwamba kila kijana awe na nida. Ndio lengo kubwa katika mashindano haya ya Kilindoni katika vitongoji vyetu vya kata ya Kilindoni. Washiriki kama wadau wa michezo katika o watu ambao wa idara husika kuhakikisha kwamba mimi natoa hamasa, lakini na zoezi lisiwe gumu wapate vitambulisho kwa wepesi, kwa sababu sasa hivi NIDA huwezi ukaipata bila kuwa na cheti cha kuzaliwa. Kwa hiyo ina maana kwanza watu wa vizazi na vifo wawe wepesi na kuhakikisha kwamba wanapata vyeti vya kuzaliwa, na watu wa NIDA naomba pia nao waje katika eneo husika kutoa elimu kuhakikisha kwamba vijana wakazi wahamasike kwa ajili ya vitambulisho vya NIDA. Kombe, nini tutarajie kombe leo? Kombe kwa kweli, kwanza niliwaomba chama cha mpira kutokana. Kwanza nimeona hamasa ya michezo katika kata ya Kilindoni imekuwa midogo, nikawaomba ili tufufue, lakini pia tukubali kwamba ili ni somo kwamba tunatoa elimu kwa hiyo chama cha mpira moja kinasaidia kukusanya kama hivi, wao ndo wanajua michezo na wanasheria zao. Kwa hiyo nimewaomba wanisaidie. Kwa hiyo kombe tumekubaliana kwamba tutatengeneza ngao kwa sasa hivi, kwa kuwa tumechelewa. Nia yetu mpaka ikifika karibu na Ramadhani, iwe tumeshamaliza ili, lakini baadaye tutaandaa vizuri zaidi na kauli mbiu nyingine. Tunashukuru Mungu tumepata matokeo. Mechi ya kwanza ilikuwa ngumu, lakini leo vijana wangu nimeongea nao vizuri na nikawaambia kwamba lazima tukafanye jambo. Tumekuja tumepata matokeo, nashukuru Mungu. Nawapongeza vijana wangu na nawaahidi na mashabiki wa Kigamboni, lazima tuende nusu fainali maana tuna mechi moja mkononi zidi ya Vunjanazi ambao wa wanacheza kesho, ila sinaenda kujipanga. Tunaandaa mandali zetu vizuri na tunakwenda kuwafunga Vunjanazi nusu fainali. Yaani yoyote yani, ataukajaga yani hapo sasa hivi, maana yake lazima afya, yaani gari limewaka. Tunasema gari limewaka. Kwa hiyo mashabiki, nikushukuruni kwa mchango wenu, viongozi na pamoja na wachezaji tunakwenda kupata matokeo mechi ya vunjarazi kwanza. Hiyo mechi ya Jumatano tunaenda kucheza na vunjarazi, kwa sina la ziada jalan... Nawashukuru mashabiki na wachezaji wote wamepambana, mashabiki wa wachezaji wangu. NIDA ni lengo zuri kwa serikali, kwa sababu kitambulisho cha NIDA ndio taifa ambao huwezi kusafiri huwezi kupata mazingira yoyote, kama una kitambulisho cha NIDA. Kwa hiyo na si vijana, naamiza vijana wenzangu twende tukachukua vitambulisho vya nida kwa sababu vina vina faida kwetu na kwa taifa kwa ujumla. ya mechi mechi salama. Nashukuru Mungu japo kama matokeo kwa upande wetu hayakuwa mazuri, ila pia tuna tuna malalamiko kidogo kwa chama cha waamuzi kwamba hawako fair. Kuna baadhi ya matukio kama mechi ya kwanza tulicheza sisi hayakuwa fair, na pia hata mechi ya leo ambayo pia tumepoteza kwa goli mbili bila pia haikuwa fair. Tunashukuru Mungu kwamba mchezo tulisha salama japo tumepoteza, ila pia na mechi moja mbele yetu na pointi tatu acheza naye leo na pointi nne leo, ameshinda mechi ya kwanza lisuruhu tulishinda na pointi tatu kwa, naomba Mungu mechi ijayo tukishinda, tutakuwa na pointi sita. Kwa hiyo itakuwa kwa tuna nafasi nzuri sana. ila kiukweli kwamba hali ya waamuzi sio nzuri na kauli zao pia sio nzuri. Kuna muda mwamuzi unamfuata na kumwambia kwamba hey ajue sheria sasa nashindwa kuelewa huyu mchezo hatari, wanategemea wa, wasimamie sheria lakini wao wanasema hawajui sheria Watu wanaumia unawelekeza, unapewa azabu kali, kadi nyekundu. Kama kocha wetu amepewa kadi nyekundu, captain pia, kwa kuongea tu. Haya, aa, kwa upande wangu mimi, swala la viongozi kuhamasisha vijana kuwa na kadi za NIDA na vitu vya kuzaliwa ni jambo zuri, sababu pia ni utambulisho wa kila raia na ni jambo muhimu sana kuwa nalo. Mimi nashukuru Mungu kwa kunitokeza mtaani kuja kuhamasisha kwa njia ya michezo. Kwa sababu jana wengi wanakuja hapa na pia nakuwa nafasi nzuri ya wao kupata elimu pia. Kwa upande wangu mimi hiki ni kitu bora na pia naomba kama kuna fursa nyingine za kuja kutangaza kwa vijana wajitokeze pia. Hii ni njia nzuri sana ya kuja kuwasilisha kitu kama hivi. Ah. Kwa wadhamini wengine ambao wana uwezo wa kudhamini vitu kama hivi, michezo kama hivi wajitokeze, kwa vijana bado wana hamu ya kuonyesha vipaji vyao, sio kwenye mpira tu. Michezo mingi ipo pia, wadhamini wajitokeze, kama wana nafasi basi wajitokeze, vijana wapo na watajitokeza kwenye hili kigambonino mpaka e, mpira umeandikwa Kigali, yani kwamba hii timu bwana, kwamba hii timu yani anengo vizuri sana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumejipata. Kigamboni kuna wachezaji ambao walokopo kwenye mstari, sisi hao Kigamboni. Kwa hiyo majengo leo sijui wapi, sijui wamejikanyaga, wao wamejikanyaga, washakula gongo mbili. Uongo hizo, uongo mbili, si na si watu. Kesho Mungu akipenda, kesho kutu Mungu akipenda, mnakuja tena hapa na stika na, na, na, na langu ili hapa abululu, umeona stika langu ili hapa, super sub limekuja limefanya mambo mazuri kabisa, na mtu sina mengi cha kuongea, tunawaua tunawaua, yani tunaua na viatu kwa ajili ya mpira, viatu atuakabisa aik hajui Kigamboni Kigamboniu Kigamboni Nida, nida bati nzuri, yaani bati nzuri ya, yani nimeiacha kule ki ni kile kidumana changu. Mi ni nida ninayo, na Mwenyezi Mungu atajalia wote. Sokana nambaa nida, watafanya je? Dadangu watapata, sema tujishauri, yaani wengi kwa wengi sana kwenye nida. Jamani, nida muhimu, muhimu. Namshukuru Mwenyezi Mungu, dada yangu kabisa kabisa.